Program ya Bugorora Itika Aftercare, ndugu wafanyakazi wote wa programu ya Bugorora Itika Aftercare, ndugu viongozi wa kiserikali mlioko hapa, ndugu viongozi wa dini mlioko hapa, shehe wetu, askofu na wachungaji, ndugu zetu viongozi na wanakikundi cha umoja Shina Inc Kashozi, ndugu wazazi wote wenye watoto walio katika programu ya Bugorora Itika Aftercare na ndugu watoto wote ambao mnanufaika na mradi huu wa Bugorora Itika Aftercare, na wasalimu katika jina la Mungu wetu muumba wa mbingu na vyote vilivyopo hapa duniani. Kwanza namshukuru sana sana sana Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya. Si mnaniona na afya nzuri eh? Si jambo dogo. Namshukuru sana sana Mwenyezi Mungu mpaka nikaweza kujumuika na adhara hii leo tarehe 21 mwezi wa 12 2024. Pili, napenda sana kushukuru sana, sana, sana uongozi wa programu hii ya Bugorora ya Itika Aftercare kwa kuona umuhimu wa kunialika ili niwe mgeni rasmi katika sherehe hizi za mwisho wa mwaka kwa ajili ya watoto wetu hawa wa Mungu. Ndugu wana Bugorora Itika Aftercare Programu. Natoa pongezi nyingi kwenu kwa maandalizi mazuri katika kila idara. Hasa ubunifu mkubwa wa kuwafundisha watoto mpaka wakaweza kuendesha shughuli hizi wao wenyewe. Lakini pia natoa pongezi nyingi kwa wazazi na wadau wote mliokubali kushirikiana na shirika la Shina Tanzania linalosimamia programu hii kwa ufadhili wa Shina Inc ya Marekani. Ndugu Wanabugorora Itika Aftercare, mimi binafsi nimeguswa sana na ubunifu huu wa kuwapa watoto fursa ya kujitambua wakiwa nje ya darasa. Ubunifu huu uliotolewa au ulioletwa na rais wa shirika la Shina Inc, Mchungaji Mama Jessica Kamara Mshara na mme wake ambaye ni mlezi mkuu Bwana Amos Ngisha Mshara. Kwa sasa kama mnavyofahamu taifa letu linahangaika kupambana na mmomonyoko wa maadili unaosababishwa na matumizi mabaya ya teknolojia mpya zinazoibuka kila kukicha. Tunaona umiliki wa simu janja kwenye familia zetu, kuna utitiri wa tamthilia nyingi zinazoonyeshwa kupitia kwenye televisheni zetu, na mambo mengi kadha wa kadha kama yalivyobainishwa na jeshi la polisi hapa mbele yetu. Hivi vitu vimechukua muda mwingi wa watoto wetu kujifunza tamaduni hasa kutoka nchi nyingine na kuendelea kudumaza tamaduni zetu za asili. Na mlezi mkuu Mr Amos Mgisha Mshala wamenituma niwakilishe wao katika kutoa zawadi hii, ndugu zangu. waliotoka uwanjani hapa kuimba ni kwaya ya Kashozi KKT. Hii kwaya ina historia ndefu sana na shirika la Shina, na ina historia ndefu sana na waasisi wa shirika hili. Kwa miaka kama minne iliyopita walianzisha kikundi ndani ya kwaya yao kikundi ambacho kitaweza kuongezea mapato na waweze kujikimu katika kuendeleza kulitangaza neno la Mungu. Nakumbuka mi binafsi nilikuwa nakutana mara kwa mara na mzee wetu Tajoeli ambaye iko pale amekaa. Kipindi hicho alikuwa ni mtu mzima kabisa kabisa, kabla hajakutana na mitihani iliyompata mpaka akawa yuko amekaa pale. Nakumbuka mara ya mwisho tulikuwa tumeroana mvua, Tajo Yeli ana pikipiki yake na mimi na yangu, tukakutana mvua inanyesha, wapi nogia, unaenda wapi huku na huku, we kiTajo Yeli aliniambia, mimi niko nahangaikia masuala ya kikundi. Kikundi gani bwana? Kuna kwaya, lakini ndani yake tuna kikundi kinaitwa Umoja Shina Inc Kashozi na nafikiri alikuwa kwenye harakati za usajili na vitu kama hivyo, lakini kwa sababu kikundi hiki kilikuja kusajiliwa na shirika la Shina, kikawa chini ya ulezi wa shirika letu. Kilikuwa kimeanzisha miradi mbalimbali, mojawapo ya mradi waliokuwa wameanzisha ni kuanzisha mradi wa kuosha magari maeneo ya Bunazi. Pamoja na juhudi zilizofanywa na shirika la Shina kupitia Majeska Kamala Mshara na Tamos Mugisha Mshara kulitokea changamoto za hapa na pale, lakini tunashukuru mchungaji wa usharika wa Kashozi KKT aliambatana na baadhi ya viongozi kutoka kikundi hicho tukakutana. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa hospitali ya Kajunguti nikiwa na mke wangu pale, alikuwa anajifungua mtoto huyu eh. Siku hiyo sikwambia, tulikutana pembeni pale, lakini mimi mke wangu siku hiyo mlivyokuja nyinyi akajifungua <laughs> huyo. Sasa walipokuja, tukaitana pembeni, tukakaa kikao, tukajadili. Wakasema, bwana, tunatamani kurudi kwenye mfumo wetu na kadhalika, tusaidie tusogee na kadhalika, lakini siku hiyo kuna miradi walikuwa washaifanya wakaleta mgao wao kwa shirika la Shina walinikabidhi walinikabidhi. Ee, undi ee, naitwa undi au ni bank statement, stakabadhi ya malipo benki kwamba wanaipa Shina shilingi laki tatu kutokana na juhudi za shughuli zao wanazozifanya. Tuwapigie makofi tafadhali. Kumbe tukagundua kuna vikundi ambavyo vinafikiria kulisaidia shirika, sio vyenyewe visaidiwe tu vyenyewe vinalisaidia nini shirika. Sasa laki tatu walipoikabidhi nami nikaifikisha kwa wahusika kama mchango wao, lakini shirika, wale wazee nao, kutafakari kwenye mradi wenu, wakauweka kwenye mikono ya Mungu wakanituma mimi binafsi, nikaenda Dar es Salaam nikanunua zawadi kwa ajili yenu, nikaja nayo. Ni kaitunza sasa, niwaombe msogee mbele hapa wote. Kundi siyo mali ya shirika, sio mali ya kanisa, sio mali ya msikiti, sio mali ya kijiji, ni mali ya kikundi cha umoja Shina Inc Kashozi, na nitakuja kuandika Ma, e, yale yani, makabidhiano na kuainisha mle ndani umiliki. Asanteni sana yani netball. Kwangu mimi naona hili sio swala kubwa sana na tena, kwa sababu naona nyuso zenu wote hapa ni nzuri za furaha. Nikianzia na meza kuu, nitaomba nianzishe tu hapa hapa mchango. Unajua hizi changamoto ni ndogo sana, mpira wa netball ni shingapi? nawahakikishia huu mpira mtaupata kabla, kabla ya tarehe moja hii inayokuja, kabla ya mwaka mpya, au mtaupata mpira, lakini naomba, naomba nipate kikapu au kakitu kokote, yeyote mwenye nacho anidumbukizie basi, mtatumia bahasha hii muweze kunipitishia, yeyote mwenye mchango aniwekee humu, halafu mi nitawaambia huo mpira mtaupata vipi. Hebu niulize hadhara hii, ngoma kurekebisha tu, hakuna mtu anaweza hapa mwenye utaalamu wa kuwamba ngoma hapa? Naomba kama yupo ajitokeze ili niweze kumpa kazi. Jamani, makofi hey, na vigeregere kwa baba askofu, hebu tia neno. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hili ambalo hata mzee Joeli analifahamu kwamba mimi ni mtaalamu wa ngoma na katika ushindanishi wa ngoma ya kwanza ulimwenguni ilitoka Afrika na Afrika ilitoka Tanzania na Tanzania ilitoka Bukoba na Bukoba ilitoka wilaya ya manispaa ya Bukoba, ambayo ni nyumba ya vijana Bukoba niliyoitengeneza mimi, nikachukua cheti hicho. Sasa, na hizi ngoma zilizoharibika mimi nafikiri hata kama gari langu litatingamaa, ntasafiri nazo. Oh, oh, alafu nitaongeza ngoma nyingine mbili. Amina. Bwana Yesu asifiwe oye. Oye, sasa <laughs> changamoto ya mwisho ni mwitikio hasi wa baadhi ya wazazi kwenye programu yetu. Unajua kila kitu ni uelewa tu, ni uelewa, uelewa wa jamii husika juu ya swala lile ndio inaleta shida kidogo, lakini mkumbuke hili jambo si la leo, wala si alitaisha leo wala kesho alitaisha. Hii programu itadumu milele na milele, sisi tutaondoka, tutaiacha na wengine wanaendelea ku, hawa hawa utashangaa ndio anaiendesha hii programu milele na milele. Kwa hiyo nina imani, changamoto hii wala isiwatie pressure, itakwisha taratibu, taratibu. Ni swala la watu kueleweshwa tu kwa sababu watoto hawa wanafundishwa vitu vingi vizuri na bahati mbaya muda hautoshi tu, lakini wana vipaji vingi mimi ninavyowafahamu. Kwa hiyo niweze kusema kwamba mimi nitajitahidi kuendelea kufanya kazi na viongozi wa halmashauri ya wilaya, hasa idara ya afisa maendeleo ya jamii pamoja na ustawi wa jamii, kupitia kwa viongozi wetu wa kata. Ni waadilifu na tunafanya kazi kwa ushirikiano wa hali ya juu sana. Tutajaribu kuendelea kupita na kutoa elimu hizi kwa wazazi mbalimbali mbali, waone umuhimu wa kuendelea kuleta watoto wao kwenye hii programu, kwa sababu inawasaidia watoto mambo mengi. Hao watoto badala ya kwenda kwenye vibanda vya sinema vilivyopo siku hizi wanaita vibanda umiza, wanakuwa hapa, wanafundishwa kusuka. Si mmesikia mafanikio jamani? Wanafundishwa kufu, kusuka nywele, kusuka vikapu, kusuka mikeka, wanafundishwa kuimba kwaya, wanafundishwa kuimba ngonjera wanafundishwa mpira wa miguu. Sasa ule muda ambao wangeupoteza kwenda kwenye mambo yasiyofaa kimaadili, kama alivyoeleza afande hapa, o programu hii imekuja kuwa ni suluhisho la kuleta maadili kwa jamii. Kwa hiyo basi, nitoe wito huu kwa wazazi mliobahatika kufika, kila mmoja wenu awe barozi awe shuhuda wa hii programu. Mnaporudi huko manyumbani, kawaambie majirani. Tunaongea mambo mengi saa nyingine hayatusaidii sana kifamilia lakini ninawaomba kila unapoongea umekutana na kikundi cha watu wazazi wa kina mama, kwenye vikundi vyenu vile vya vikoba na kadhalika, msisahau kugusia faida wanazopata watoto kupitia programu hii. Unajua au wanaojitolea mamilioni ya shilingi kufadhili hawa watoto wana ni, ni sadaka. Hebu oneni namna ya kuona jinsi gani hapa ukiangalia. Eh, natumia tu lugha ambayo si rasmi hakuna mtoto wao hata mmoja wa kuzaa hapa. Alafu cha ajabu zaidi wako huko maili zaidi ya mia tisa huko marekani eh? kutoka hapa na ndege unatumia sijui siku tatu eh, wewe ulienda Marekani eh, uongo kweli? Hebu eh, tuambie bwana, ulilala na kuamka mara ngapi ukiwa huko, uko angani mara mbili. <laughs> unalala usingizi unaisha, unalala tena unaisha, ndege iko juu tu eh? wako mbali sana lakini Mungu amewagusa analeta faida hizi kwa hawa watoto. Sisi tulio nao manyumbani tunashindwa nini? Kwa hiyo basi, tutumie fursa hii, tuende nyumbani tukawaongeeshe wazazi wenzetu ufu, ufumbuzi huu faida hii ya watoto hawa, kwa sababu itakuja kuwa suruhisho kwa maisha ya endelevu ya familia zenu nyinyi wenyewe. Baada ya kusema hayo, ndugu E, viongozi mlioko hapa na hadhara kwa ujumla, kama nilivyowahi kusema huko nyuma, programu hii ni sadaka. Sasa angalia watu kama Radio Karagwe pengine wanashangaa, wanapewa zawadi. Wamekuwa wakitusema vizuri sana kwa jamii, nafikiri wengi huwa mnawasikia. Naomba tuwapigie makofi mengi tafadhali. Asante sana Jovinus kwa kazi nzuri unayoifanya, tunaendelea kuichambua umekuwa na sisi, jua lako, mvua yako. Vyombo vinaongelea Shina Inc, Shina Inc, Shina Inc. Amekuwa akitutangaza programu za watoto, anakuja na warekodi anaweka vipindi, amekuwa akitangaza timu yetu ya mpira wa miguu, amekuwa akitangaza programu ya wazee, programu zote anazitangaza kwa vizuri, na tunakushukuru. Na ulienda mbali zaidi ukatangaza hata programu zetu za Zanzibar zinazoendelea kule. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwashika mkono wadau kama hawa, tutaendelea kuwatumia kuleta elimu kwa wazazi ili waendelee tatua changamoto ya mwitikio hasi kwa baadhi ya wazazi, na mwisho tuan, tujaribu kupunguza maslahi binafsi kwenye vitu ambavyo vinagusa nyoyo za wengi maneloa anachosema hamna. E, kingine unaweza ukakuta mimi namchukia tu Shesiraji kwa mambo yetu binafsi, eti bwana, pengine labda ulinikuta sehemu Hey, ukani pigia, ukani nyoshia kidole wewe, wewe. Basi nikakuchukia ni lakini ukakuta nachukua chuki ile sasa naichanganya na, na mambo ambayo ni ya kijamii. Hii ndio swala ambalo limekuwa likitafuna maendeleo ya jamii zetu. Tuache, tuache na tuendelee kumwomba Mungu atusimamie tuweze kusimama. Baada ya kusema hayo na makofi hayo, napenda kuwashukuruni tena kwa mara nyingine viongozi wa programu hii, Madam Wasimu, ongera, umekuwa sana, sana, umekua sasa. Eh, bwana make, mimi nikiwa mkurugenzi, uko nyuma alikuwa ni akiongea kitu kidogo, analia tu analia tu. Eh mnajua, mnajua eh? Sasa hivi amekoma bwana. Safari hii mimi sijagusa chochote na sija, yani chochote, wamesimama wenyewe, wamekaribisha watu wenyewe, wamepika wenyewe, na mimi mwisho wa siku nikamwambia wewe ndio mgeni rasmi, nikasema he, kumbe na mimi nafaa, ngoja niende. Kwa hiyo hongera sana, nimefurahi kupitiliza na nafikiri wewe umenipa zawadi na mimi nitaleta zawadi kwako, kwa sababu ya mafanikio uliyoyafikia. Lakini sio wewe tu, na timu yako nzima, nawashukuruni sana kwa kunithamini. Niwashukuru sana sana pia viongozi wa nikorengos wanadini na wanajumuia wote mliofanikiwa kufika hapa. Tuendelee kushikamana, nitakapotokea fursa tena wafadhili wetu wakaja, pengine tunaweza nasi tukaamua kuwasurprise, tukaja wa, tukawavamia nyumbani kwao tukawaimbia nyimbo tukashangilia, bila wao kujua. Najua hilo asimu analiweza na wenzake, ongereni sana, tuje tufanye vitu kama hivyo, ili tuweze kuwatia moyo kuona kwamba programu hizi zinaendelea.